Israel imesema imemuua kiongozi mkuu wa uzalishaji silaha wa Hamas katika shambulio la anga lililofanywa siku ya Jumamosi. Shambulio hilo lilifanyika katika ukanda wa Gaza, eneo linaloendelea kushuhudia mzozo mkubwa. Jeshi la Israel lilimtaja kiongozi huyo kama Raid Saad, mwanachama mwandamizi wa tawi la kijeshi la Hamas. Alikuwa akisimamia shughuli muhimu za kijeshi ndani ya kundi hilo. Kwa mujibu wa taarifa ya jeshi la Israel, shambulio hilo lilifanywa kufuatia mlipuko wa bomu uliowaumiza wanajeshi wake. Israel ilisema tukio hilo li ilitokea wakati wa operesheni ya kusafisha miundombinu ya kigaidi kusini mwa Gaza. Shirika la ulinzi wa raia Gaza liliripoti kuwa watu watano waliuawa katika shambulio hilo. Tukio hilo lilitokea katika eneo la Tel Al-Hawa kusini magharibi mwa Gaza City. Jeshi la Israel lilikanusha madai ya mashambulizi mengi katika eneo hilo likisema kulikuwa na shambulio moja tu lililomlenga Raidi Saad. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na waziri wa ulinzi Israel Katz walisema Saad alikuwa miongoni mwa wapangaji wakuu wa shambulio la Oktoba 7, 2023 shambulio hilo lilisababisha vifo vya raia wengi nchini Israel. Mashambulizi haya ya Hamas ndiyo yaliochochea vita vya sasa kati ya Israel na Hamas. Tangu wakati huo Gaza imekuwa ikikumbwa na mashambulizi makali. Jeshi la Israel lilisema Saadi alikuwa akiongoza makao makuu ya uzalishaji silaha wa Hamas, alisimamia juhudi za kuimarisha uwezo wa kijeshi wa kundi hilo. Vyanzo vya familia vilithibitisha kifo cha Raid Saadi kwa shirika moja la habari, pia walisema mazishi yake yalipangwa kufanyika siku ya Jumapili. shambulio hilo lilitokea licha ya kuwepo kwa usitishaji kati ya pande hizo mbili. Makubaliano haya yalipatanishwa na Marekani, lakini yameendelea kukumbwa na changamoto. Chini ya makubaliano haya ya kusitisha mapigano, wanajeshi wa Israel walipaswa kurudi nyuma, walirudishwa hadi nyuma mstari unaojulikana kama yellow line. hata hivyo, Israeli bado inadhibiti zaidi ya nusu ya eneo la ukanda wa Gaza. Hali hiyo imezua lawama kutoka upande wa Hamas. Shirika la ulinzi wa raia Gaza lilisema gari la kiraia lililengwa karibu na mzunguko wa Nablus. Gari hilo lilidaiwa kushambuliwa na makombora matatu hospitali ya Al-Shifa ikiwa imeungua vibaya. Hospitali hiyo ilithibitisha kupokea miili hiyo kutoka eneo la tukio. Idara ya dharura ya hospitali hiyo pia ilisema zaidi ya watu 25 walijeruhiwa, wengi wao walikuwa na majeraha ya moto na milipuko. Mashuhuda wa tukio alisema ndege za kivita zilirusha makombora kadhaa. Mashambulizi hayo yalisababisha gari kuwaka moto papo hapo. Video zilizopigwa na shirika moja la habari zilionyesha gari lililoharibiwa vibaya. Mabaki ya gari yalionekana yakisambaa katika eneo la Tel Al-Hawa. shirika la ulinzi wa raia Gaza pia aliyeripoti vifo vya wa vijana wawili. Vijana hao waliuawa katika matukio tofauti ya mashambulizi ya Israel siku ya Jumapili. Hamas ilithibitisha rasmi kifo cha Raidi Saadi. Taarifa hiyo ilitolewa na kiongozi wa Hamas Gaza Khalil al-Haya katika hotuba ya television. Haya alisema wa Palestina wanapitia mateso makubwa na kuongeza kuwa zaidi ya watu 70,000 wameuawa tangu vita kuanza.